Mpendwa mtazamaji, kwa jina naitwa Mchungaji Hezron Mchenya, na mimi kwa jina naitwa Victoria Mchenya. Tunayo furaha kukukaribisha kwenye chano hii ya YouTube ya siku ya tatu, mahali ambapo kitu pekee tunachokifanya ni kufundisha na kujadili habari za nyakati na majira ya kibiblia zenye msisitizo maalum unaohusu siku ya tatu, na leo tunafuraha sana kuongea na wewe kuhusu asili au mwanzo wa siku ya tatu kwenye maarifa ya nyakati na majira. Mm. Sasa mshikaji Hezron, tafadhali, mm, naomba tueleze kwa kifupi asili ya siku ya tatu kwenye maarifa ya nyakati na majira ni ipi? Amen. Kibiblia au kimaandiko, asili au mwanzo wa siku ya tatu kwenye maarifa ya nyakati na majira ni siku ya tatu ya uumbaji. Sababu ya asili hii au mwanzo huu wa siku ya tatu ni hii: wakati wa uumbaji, Mungu alianza kazi ya uumbaji wa mwanadamu kwenye siku ya tatu ya uumbaji. Mungu alifanya hivyo ili kufunua maarifa haya kwamba Wakati wa ukombozi, Mungu atamaliza kazi ya ukombozi wa mwanadamu kwenye millennium ya tatu ya ukombozi. Millennium ambayo kwa Mungu ni kama siku ya tatu. Hivyo basi, Mungu alifunua siku ya tatu ya ukombozi inayopatikana kwenye miaka elfu saba ya habari ya ukombozi kwa kutumia siku ya tatu ya uumbaji, ambayo ndiyo asili au mwanzo wa siku ya tatu, siku inayopatikana kwenye siku saba za habari ya uumbaji kwenye maarifa ya nyakati na majira ya kibiblia. Siku saba za habari ya uumbaji zinatazamwa kwa mitazamo mbalimbali mbali, ikiwemo mitazamo hii miwili. Mtazamo wa kwanza ni ule wa siku sita za kazi ya uumbaji wa Mungu na mtazamo wa pili ni ule wa siku saba za habari ya uumbaji wa Mungu. Kwa ufupi au kwa lugha rahisi, kuna mtazamo wa siku sita za kazi ya uumbaji na ule wa siku saba za habari ya uumbaji mojawapo ya andiko linaloonyesha mitazamo hii miwili kwa urahisi kabisa ni andiko la Kutoka sura ile ya ishirini na mstari wa kumi na moja ambalo linasema kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Hivyo basi, andiko hili linatuonyesha kwamba kazi yote ya uumbaji ilifanyika kwa siku sita peke yake na habari yote ya uumbaji ilisimuliwa kwa siku saba peke yake. Kwa lugha rahisi kabisa, Mungu alitumia siku sita peke yake kwa kazi yote ya uumbaji na pia alitumia siku saba peke yake kusimulia habari yote ya uumbaji. Kwenye maarifa ya nyakati na majira ya kibiblia, Mungu alizigawa siku sita za kazi ya uumbaji kwenye makundi makuu mawili. Kundi la kwanza lilihusisha siku tatu za mwanzo za uumbaji ambazo zilikuwa siku ya kwanza, siku ya pili na siku ya tatu, siku zilizotengwa ili zitumike kama siku za maandalizi. Halikadhalika, kundi la pili nalo lilihusisha siku tatu za mwisho za uumbaji, ambazo zilikuwa siku ya nne, siku ya tano na siku ya sita, siku ambazo zilitengwa ili ziwe kama siku za utimilifu. Kwa ufupi, Mungu alitumia siku tatu za mwanzo za uumbaji kwa ajili ya kuandaa kila kitu alichokihitaji kuumba na vile vile Mungu alitumia siku tatu za mwisho za uumbaji kwa ajili ya kutimiliza uumbaji wa vitu vyote alivyohitaji kuumba. Hivyo basi, wakati wa uumbaji, Mungu aliandaa kazi yake yote ya uumbaji. Kwa siku tatu peke yake, na alitimiza kazi yake yote ya uumbaji kwa siku tatu peke yake. Zaidi ya yote, chochote ambacho Mungu aliandaa kwenye siku ya kwanza kilikuwa kinahitajika kwenye siku ya nne. Vile vile chochote ambacho Mungu aliandaa kwenye siku ya pili kilikuwa kinahitajika kwenye siku ya tano, na chochote ambacho Mungu alikiandaa kwenye siku ya tatu kilikuwa kinahitajika kwenye siku ya sita, na hapa ndiyo penye ufahamu muhimu kabisa wa kibiblia ambao ni huu: kati ya siku tatu za maandalizi ya uumbaji, ambazo zilikuwa ni siku ya kwanza, siku ya pili na siku ya tatu, Mungu aliichagua siku ya tatu ya uumbaji kuwa ndiyo siku pekee ya maandalizi yote ya kila kitu alichokihitaji kwa ajili ya kumuumba mwanadamu. Kwa hiyo basi, kwenye siku ya tatu ya uumbaji, Mungu aliamuru pakavu patokee ili kuandaa mavumbi ya ardhi yatakayotumika kumuumba mwanadamu kwenye siku ya sita ya uumbaji, na hivyo basi akaifanya siku ya tatu ya maandalizi ya uumbaji wa mwanadamu kuwa ndiyo asili au mwanzo wa siku ya tatu ya ukombozi wa mwanadamu. Wow, asante sana kwa kutushirikisha jambo hili muhimu sana. Mm. Sasa kuna jambo gani muhimu ambalo ungependa yoyote anayetusikiliza leo ajifunze kwenye somo letu hili la leo? Amen. Mm. Jambo muhimu la kujifunza kwenye somo la leo ni hili: miili ya wapendwa wetu waliokufa katika Bwana, miili ambayo imeumbwa kwa mavumbi ya ardhi na miili ya wote wanaoamini watakaokutwa wako hai wakati Yesu atakaporudi, miili ambayo nayo imeumbwa kutoka kwenye mavumbi ya ardhi yote kwa pamoja inaenda kufufuliwa na kubadilishwa na Bwana Yesu ili ibebe mwili wake wa utukufu kwenye millennium hii ya tatu baada ya Kristo milenium ambayo kwa Mungu ni kama siku ya tatu. Na sababu ya tukio hili kutokea kwenye milenium hii ya tatu baada ya Kristo au kwenye siku hii ya tatu baada ya Kristo ni hii siku ya tatu ya ukombozi ambayo Mungu anaenda kuitumia kwa ajili ya kufufua na kubadilisha miili ya wote waaminio, asili yake au mwanzo wake ni siku ya tatu ya uumbaji, na ni suala la muda tu, mambo haya yote yataanza kutokea. Napenda nihitimishe kwa kukutia moyo wewe unayemwamini Bwana Yesu kuamka kiroho, kwa sababu siku ya kufufuliwa na kubadilishwa kwa miili yetu hii yenye unyonge na iliyo na udhaifu, ili ibebe mwili wake Yesu wenye utukufu, sasa imefika, na sasa iko hapa lakini pia wako wewe unayetamani kumwamini Bwana Yesu. Siku hii ya kipekee kabisa inaweza ikawa sehemu ya maisha yako, na hilo ndiyo jambo muhimu la kujifunza kwenye somo letu hili la leo. Wa wow, asante sana kwa maelezo hayo. Ni kweli kabisa yaani, Mungu amepanga hii siku ya tatu iwe ya kipekee sana kuliko siku zote mm, ambazo amezipanga mm, kwenye siku ya uumbaji. Asante mm, mm, sana mm. Tunapenda kushukuru sana kwa kuungana nasi siku ya leo, na kama ungependa kumpokea Yesu moyoni mwako mm, awe Bwana wa maisha yako mm, tunataka tukupe nafasi hiyo muhimu mm, tafadhali fuatisha sala hii fupi ninapoomba pamoja na wewe mm. sema Bwana Yesu, mm. leo naakikiri kuwa Bwana wa maisha yangu. mm. ninaamini kwamba ulikuja duniani mm. ukafa msalabani mm. na siku ya tatu ukafufuka mm. kuyaokoa maisha yangu. mm. nisamehe dhambi zangu zote mm. na uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. mm. katika jina la Yesu, amen, amen, amen, amen. amen. Okay. Sasa basi ni shauki yetu kuona ukikua kiimani hmm. hivyo basi, popote pale ulipo tunakutia hmm. moyo, uungani na waumini wengine wote pale unapoishi karibu na wewe hmm. ili upate kujifunza hmm. zaidi hmm. na hapa ndio mwisho wa muda wetu na kipindi chetu cha leo, hadi hmm. wakati mwingine tena, kumbuka kwamba siku ya tumaini kuu kuliko yote imefika, siku ya tatu iko hapa.